Uh, uh -huh. Sawa sawa mimi uh, uh -huh. Mi, mi, mi nianze kwa kusema kwamba ongera sana uh, kwa, kwa, kwa nafasi hii ambayo ni kama historia imeandikwa kama wewe ulivyotangulia kusema kwamba historia chanya imeandikwa. Umeandika maneno hayo kupitia ukurasa wako wa X uh, na, na, na, na kupongeza kwa ujio wa chuo kikuu uh, mkoani Kagera. Ndio, asante sana kwa kweli, ni shangwe, ni furaha kubwa. L lakini furaha hii pengine wewe unaitazamaje kama mtu mwenye experience katika uh, uh, eneo la elimu kuu? Mtizamo wangu kwanza ni furaha. Kama unajua, mimi ni mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni profesa wa chuo kikuu, nimefundisha pale miaka zaidi ya 20. Naam, na ndio chuo chetu kikongwe, na kama kuna Oxford au Harvard ya Tanzania ni chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam kwa hiyo tunapokuwa na tawi lake hapo Bukoba kwa kweli tunafurahi. Nakumbuka kwamba na sisi kama alivyosema Mheshimiwa makamu wa rais kwamba mkoa wetu una wasomi wengi, una maprofesa tuko wengi, tena chuo kikuu cha Dar es Salaam naam, eh yani maprofesa wa mwanzo kabisa kama profesa marehemu Justinian Rweyemamu na wengine wengi ni wa huko huko kwetu naam. Sasa tunapokaribisha chuo, kwa kweli tunaona kwamba ni jambo ambalo kwanza lilichelewa kwa sababu vyo vyo e, kampasi um, ziko, kuna ya Mbeya, kuna ya Iringa, chuo kucha Dar es Salaam kina matawi kimejipanua mi, mi, mikoani mm. Lakini mkoa wa Kagera ndio, na sisi zamu yetu imefikiwa. Kwa hiyo ni jambo la la furaha, lakini pia tumelifanyia kazi, alikuja hivi hivi no. Nikiri kwamba tumepambana, na mimi kama nilivyoandika kwenye ukurasa wangu, naam no namshukuru na sana Mheshimiwa waziri wetu wa elimu wa, wa sasa hivi Profesa Mkenda ambaye actually ni mwanafunzi wangu. Wow. Wow. Kwamba na mwenyewe ameweza kutufanyia jambo hili baka aliweka bidii, aliweka nguvu na Profesa Rutino hapo, bila kumsahau. Hawa ndio hasa binara, yani walihangaika kweli hmm. na mkuu wetu wa mkoa kama nilivyoandika kuwapa taarifa, manake pia mtu unaweza kuona uzinduzi, lakini hmm. kuna kazi nyuma ya uzinduzi. Wito wako kwa jamii ya wana Kagera ni upi? Kwaanza, chuo kikuu, chuo kikuu cha kwanza chuo kikuu ni chuo kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Kagera, sio sio chuo cha wana Kagera. Hili nalo niliseme. <laughs> Kwa sababu maanake watu wengi wanayaona haya na nataka niyaongelee kimaendeleo tu, lazima naam, vijana wetu wasome waweze kuingia kwenye hicho chuo naam, kwa sababu kile chuo upate admission pale, kwa sababu eh, eh, usajiliwe kwa sababu ni mtu wa Kagera, unasajiliwa kwa sababu una vigezo, umeshinda mtihani naam kwa hiyo unaona kwamba hii jambo ni muhimu sana. Unaweza kuona shule kwa mfano kama shule ya Ihungo pale zimetengenezwa, lakini unaweza kukuta wanakagera ni wachache sana mle yeah. kwa sababu ya vigezo. Kwa hiyo hili nalo jambo tulijue, lakini eh, kwa bila shaka yoyote hmm. chuo kinaleta ajira na hapa ni, ni, ni, ni, ni, ni shukuru uongozi wa mkoa pia wameona kwamba huu ni uwekezaji mkubwa kwa upande wa serikali naam. kwa sababu chuo kinahudumiwa kina watu watakaokuwa wanatoa wataka huduma mbalimbali watu wa vyakula watu wafanyakazi. E, kinaleta fursa kinaleta e, fursa katika jamii. Kwa hiyo pia ni ni, ni ni jambo la kiuchumi na, na, na, katika andiko lako la kwenye mtandao wako wa X umeonyesha nafasi ya mkuu wa mkoa Fatuma Mwasa, pengine nafasi yake ni ipi mpaka umechukua nafasi ya kulitaja jina lake katika andiko e, a, kwa kweli kwa maendeleo tuliyopata kwenye hii awamu ya sita, e, uwezi uwe, kuwacha kutaja jina la mkuu wetu wa mkoa kwa sababu unaona kwamba e, yuko kwenye jamii kabisa. Ni mkuu wa mkoa ambaye tuseme kwamba tunaelewana, yuko kwenye jukomuka yake ile, anahamasisha maendeleo. Kuna mm. Buhaya Festival mm. tulikuwa naye hapa Na. e, mwaka, mwaka jana anahangaika ana mm. na usema kweli, unaona analima kahawa huko na nini kule kwenye vijana kule BBT kwenye mabloksi yeah. na unamkuta una anakatiza Dodoma huko kuhamasisha fedha za mkoa wetu mm. Sasa utaachaje kumtaja mtu kama huyo? Kwa sababu mradi wa serikali unaweza ukawepo ukadorora tu usimalizike.